Leo tena Juni 27 mwaka huu wa 2025, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Tundu Antipas Lissu anayekabiliwa na mashtaka mawili likiwemo shtaka la uhaini amefikishwa katika mahakama kuu ya Tanzania jijini Dar es Salaam. Wengi hawajui ni kwa nini Tundu Lissu amepelekwa mahakama kuu leo ili hali kesi zake zilikuwa zimepangwa kusikilizwa mwezi Julai. Sisi habari kiganjani, muda huu tunakusogezea majibu, tunaenda kukuchambulia kwa kina na tutakujuza mengi mengi mengi sana. Kikubwa, hakikisha kwamba unasikiliza na kutazama habari hii mpaka mwisho, kisha like, share na utuambie hapo chini kwenye upande wa komenti kwamba unafuatilia habari hii ukiwa wapi. Siku ya Juni 17 mwaka huu wa 2025, siku moja baada ya kesi za Lissu kutajwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, wakili wa mahakama kuu ambaye pia ni afisa mpango wa masuala ya kisheria msaada wa dharura na uokoaji LOESR, katika mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC, po Kisabo alitangaza kuwa na mnukuu: Kesi ya marejeo ya Tundu Lissu dhidi ya Jamhuri namba 14496 ya mwaka 2025 imeahirishwa leo mahakama kuu na kupangwa kusikilizwa Juni 27 saa 3 asubuhi. Itasikilizwa fizikali na mahakama imeagiza mheshimiwa Tundu Antipas Lissu aletwe mahakamani. Kesi hii inarejea mwenendo wa kesi ya saiba Kisutu, yaani Lissu anashtakiwa kwa kesi mbili tofauti, kesi ya uhaini na kesi ya kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni yani publication of false information cyber. Kesi hii ya cyber ndiyo ambayo inafanyiwa marejeo yani revision mahakama kuu, ili kuona kama inaendeshwa sawa sawa ya Kisutu. Kwenye kesi ya pili ya makosa ya mtandao, upande wa jamhuri walileta maombi ya kuficha baadhi ya mashahidi na wakakubaliwa na mahakama ya Kisutu, ndiyo sasa mahakama kuu inapaswa kuangalia, je, jambo hilo ni sawa na mambo mengine ya kesi nzima ya kisutu tangu ilipoanza. Hivyo ndivyo wakili msomi Paul Kisabu alivyotangaza kwa umma kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, ambapo hatimaye leo Juni 27 mwaka huu wa 2025 Tundu Antipas Lissu amefikishwa mahakama kuu jijini Dar es Salaam. Katika kesi hiyo Lissu, anaiomba mahakama irejee uamuzi wake wa awali wa hakimu anayeendesha kesi ya uchochezi inayomkabili, ambaye alikubali maombi ya upande wa jamhuri kusikiliza ushahidi wa mashahidi wa siri pasipo mheshimiwa Lissu kuwafahamu, jambo ambalo linaathiri haki yake ya kujitetea ipasavyo na linaweza kupelekea maamuzi yenye athari kwake binafsi. Taarifa ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema kwa vyombo vya habari iliyotolewa na Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi, ilieleza kuwa chama hicho kinapaza sauti yake ya kutetea misingi ya haki, uwazi na usawa mbele ya sheria, wakitoa wito kwa watetezi wa haki za binadamu, wanaharakati wa demokrasia, wanasheria, wanahabari na wananchi wote kufuatilia na kushiriki kwa ukaribu katika mchakato huo wa kimahakama. Wakili Po Kisabu ni miongoni mwa jopo la mawakili linalomtetea Tundu Antipas Lissu. Inaelezwa kwamba criminal application namba 14496 ya mwaka 2025 inasikilizwa na Jaji Mkwizu katika mahakama kuu ya Tanzania masijala kuu Dar es Salaam leo Juni 27 mwaka huu wa 2025 kuanzia saa tatu asubuhi. Ukumbi wa Mahakama Kuu ya Tanzania, koti namba 2 inaposikilizwa kesi ya Tundu Antipas Lissu unaingiza watu 50. Idadi hiyo ni pamoja na mawakili wa serikali na mawakili wa utetezi, mawakili wa Tundu Antipas Lissu na askari magereza. Hivyo kwa wastani wameingia wananchi ishirini. Taarifa kwa umma ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA ya Juni 26 2025 Ilieleza kuwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kina utaarifu umma wa Watanzania, asasi za kiraia, jumuiya za kimataifa na vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi kuwa siku ya Ijumaa, yaani leo sasa, tarehe 27 Juni 2025, saa tatu asubuhi, katika mahakama kuu ya Tanzania jijini Dar es Salaam itasikilizwa kesi ya mheshimiwa Tundu Antipas Lissu dhidi ya jamhuri kupitia criminal application namba 14496 ya mwaka 2025. Katika kesi hii, mheshimiwa Lisu anaiomba mahakama irejee uamuzi wa awali wa hakimu anayeendesha kesi ya uchochezi inayomkabili, ambaye alikubali maombi ya upande wa jamhuri kusikiliza ushahidi wa mashahidi wa siri pasipo mheshimiwa Lisu kuwafahamu, jambo ambalo lina athiri haki yake ya kujitetea ipasavyo na linaweza kupelekea maamuzi yenye athari kubwa kwake binafsi. Chadema inapaza sauti yake kutetea misingi ya haki, uwazi na usawa mbele ya sheria. Tunatoa wito kwa watetezi wa haki za binadamu, wanaharakati wa demokrasia, wanasheria, wanahabari, na wananchi wote wanaojali utawala wa sheria kufuatilia na kushiriki kwa ukaribu katika mchakato huu wa kimahakama. Haki haipigwi chenga, demokrasia hailindwi gizani. Imetolewa siku ya Alhamisi, Juni 26 mwaka huu wa 2025 na Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Lakini pia mnamo Juni 16 mwaka huu wa 2025 Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu iliahirisha kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu hadi Julai 1 mwaka huu wa 2025 kwa ajili ya kusubiri mkurugenzi wa mashtaka DPP kupitia jalada la kesi hiyo ili kuona kama iende Mahakama Kuu au hapana. Hatua hiyo inatokana na upande wa mashtaka kuomba ahirisho mbele ya Hakimu Mkazi Mkuu Franco Kiswaga, ambapo Wakili wa Serikali Mkuu Nasoro Katuga alisema jarada la kesi hiyo lipo kwa DPP, analipitia, kisha atatoa taarifa kuhusu upelelezi ulipofikia na kama kesi hiyo iende mahakama kuu au hapana baada ya eh, baada ya kueleza hayo hakimu Kiswaga aliahirisha kesi hiyo hadi Julai 1 mwaka huu wa 2025 ambapo kesi hiyo iliitishwa e, iliitishwa siku ya Juni 16 kwa ajili ya kutajwa. Lissu anadaiwa kutenda kosa hilo April 3 mwaka huu wa 2025 ndani ya jiji la Dar es Salaam kuwa siku hiyo kwa nia ya uchochezi aliushawishi umma kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 huku akitamka na kuandika maneno eh, kumshinikiza kiongozi mkuu wa serikali ya Tanzania. Juni mbili mwaka huu wa 2025, upande wa mashtaka uliieleza mahakama kuwa jalada la upelelezi lilikuwa limeshawasilishwa kwa mkurugenzi wa mashtaka, yani DPP, lakini baada ya DPP kulipitia alibainisha kuwa kuna jambo ambalo bado lilikuwa halijakaa sawa, hivyo aliirejesha tena kwa wapelelezi kufanyia kazi eneo hilo. Kutokana na taarifa hiyo, kiongozi wa jopo la waendesha mashtaka, wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga aliomba mahakama itoe ahirisho mpaka tarehe nyingine. Hivi ndivyo ambavyo eh, mambo yalivyo kwa sasa, kufuatia sekeseke eh, seke zito linalomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema,